Kama ulivyosema, nimekuwa naoza kikosi cha timu ya taifa Taifa Stars kwa muda mrefu. Tuna furaha kwa sababu ni mara ya kwanza kwa timu ya taifa ya Tanzania kuweza kuvuka hatua ya makundi kushiriki hatua hii ya kumi na sita bora, especially ukiangalia mpinzani ambaye tumecheza naye timu ya Moroko ni wapinzani bora kwenye soka kwa sasa kwa Afrika, lakini pia kwa dunia. Uwanja ulikuwa umefurika, wengi walitarajia Tanzania ingefungwa mabao matatu manne. Hii ndio ilikuwa gumzo katika mji huu wa Rabati tangu mchana. Mwisho wa siku wa Moroko wametoka uwanjani, kila mmoja anashangaa Taifa Stars mchezo waliocheza wameutoa wapi? Siri ilikuwa ipi? Ukiangalia ni kikosi kizima cha Moroko kilikuwa kinapata tabu kidogo kupenetreti ngome ya timu ya taifa ya Tanzania kwa sababu ya uwekezaji mzuri ambao unafanywa especially na serikali ya Tanzania katika soka, lakini shirikisho la mpira Tanzania pia wanajitahidi katika kuhakikisha kwamba soka la Tanzania linakuwa kwa hiyo naweza kusema huu ni mwendelezo mzuri wa jitihada zao kuhakikisha tunakuwa na kikosi bora cha timu ya taifa ya Tanzania. Taifa Stars ilikosa alau nafasi mbili za wazi. Simon Msuva alikosa hiyo moja na Faisal Salum naye, ndio yangelikuwa mabao mawili ya Tanzania. Hisia ipi mliopata nyie kama wachezaji? kukosa nafasi hizo, itizama, unaweza ukasema ni rahisi sana kufunga goli au kufanya kitu kizuri endapo nafasi kama hiyo inaonekana, lakini unapokuwa kiwanjani ni kitendo cha haraka sana, inabidi ufanye maamuzi. kwa hiyo ni mchezo wa soka. Sidhani kama wachezaji ambao walipata hizi nafasi walikuwa wanapenda kufanya tofauti na kufunga goli, lakini ni mchezo wa soka na maamuzi yake ni ya haraka zaidi. kwa hiyo hiyo ndio jitihada ambao walikuwa wanaifanya, lakini bahati mbaya haikuweza kuzaa matunda. Ukiangalia timu ya Morocco, wote wachezaji kumi na mmoja ni wachezaji wanaochezea vilabu vya Ulaya Real Madrid, Bundesliga ya Ujerumani, Netherlands. Na nyinyi katika timu yenu mlikuwa watu karibu tisa, nyote mnachezea nyumbani, hilo halijakushtueni nyie? Mpira ni mchezo wa tactic, na pia ni mchezo wa ushujaa na kutumia nguvu na akili. Kwa hiyo wachezaji leo unaweza kusema wamecheza kwa kiwango cha juu, wamecheza vizuri, wamecheza kwa kupambana. Tuliwaheshimu Morocco, pamoja na kuwaheshimu pia, tunaamini kwamba tunaweza tukafanya vizuri kwa sababu ni mchezo wa mpira wa miguu na mchezo wa mpira wa miguu unachezwa kiwanjani. Nchi za Afrika Mashariki, Uganda, Kenya na Tanzania zitaandaa Kombe la Mataifa mwaka 2027, nini matarajio yako? Nadhani kuna jambo la kujifunza kutokana na maandalizi ya mashindano haya ambayo yamefanyika hapa Moroko kwa ubora wa juu sana. Ukiangalia katika kila details, mashindano haya yamefana sana. Kwa hiyo, kwa sisi wa Afrika Mashariki, nadhani wana jambo la kujifunza, wameona mashindano jinsi yalivyo, na wana jambo la kujifunza ili kuweza kuandaa mashindano bora zaidi katika mwaka 2027. Asante sana. Asante sana, asante sana.